Bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa afu nafasi zetu, nafasi yetu ya kanisa, wapadri tufanye nini, watawa tufanye nini, kiongozi yote wa kanisa afanye nini. Kwa hiyo kimsingi, sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sista kwamba mtawa padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa marufuku kwenu nyinyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa, marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huko, na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu au wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye komveti za kanisa, kwa adaa na kwa rubuni. Hiyo ni dhambi, haipaswi haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtaa moja mklara, ambaye hata redio asikilizi taarifa ya habari ya solo, unamsomba tu alafu unamwelekeza unamfanyisha, ile indoctrination hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa marufuku. Kama watu wanaamini marufuku, kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote, sasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku. hata kama mgombea ni kaka yako, silete unajisi kwenye kanisa. Marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka e, bila kuamsha hisia za watu. Nafikiri sisi tunaelewa nafasi zetu, nafasi yetu ya kanisa, apadi tufanye nini, watawa tufanye nini, kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini? Kwa hiyo kimsingi, sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sista, kwamba mtawa, padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria. Kwa hiyo ni marufuku wapadri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi waseminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa, hatutakiwi kuonekana.